So, pedestrian? Pedestrian crossing place. Pedestrian crossing place. Yeah. Okay. Feature gani ingine unaona uh, okay. Kwa hii modern town uh, nah. hmm? it, uh, exit yeah. exit ni hizi mbili Aya, besides park, umesema parking, yeah. Pedestrian crossing place, exit. Mm -hmm. Bado kuna zingine mingi sana, feature ingine yanaona kwa hii table uh, no parking ingine chale? Hiyo red na i-explain inaitwa ni no parking. Kwa hizi yellow curves, no parking. No parking, yeah. Okay. Na hizi line ni kwa? Broken lines. Broken lines. Hiyo inao inaonyeshana you can overtake ama change line. But hapa usijaribu ku change line ama overtake overtaking, na hii hapa ni ku change line, si ku overtake so, okay. Penye unaweza overtake penye kuna dotted lines, broken. Ah. Eh, na hapa hapa si overtaking, hapa ni paku hapana, okay. mm. Pakuingililia haya mm. feature nyingine yenye naona mm. hii ni entry. Hii ni exit. Aya, mm hii -hmm. ya ujaongelelea. Uh, na ndio nimeanza naye inaitwaje? ya Hiyo ndio inafaa kwa kichwa yeah. Aya, hii njia nimekuambia inaitwa yeah. Kumbuka gari zinaenda yeah. to the same direction

Amna, maybe ni kuwekea hmm? Um, tu swali. Eh? Umeshika hizo yenye mwalimu akuja kuuliza utamjibu?